Unakuta kweli kweli, mwanadada kwa sababu ya uzembe ama kwa sababu ya kujiona wewe una pesa, una mali, mfanyakazi anaweza akafanya kila kitu. Mfanyakazi ako na mipaka yake, hata kama mnasema kuwa ya kwamba pesa ndiyo kila kitu. Ukiwa na pesa zinaweza zikakuosha, ukiwa na pesa zinaweza zikakulisha, ukiwa na pesa zinaweza zikaajiri watu wakakufanyia kila kitu lakini hata kama bado uko na pesa, uchunge sana pesa zisije zikavunja ndoa yako. Wewe mwanadada, jifunze kuosha nguo za mumeo za ndani, jifunze kuosha nguo zako za ndani ili kudumisha heshima. Alafu jambo lingine, jifunze kupatia mumeo chakula, jifunze kufunga mumeo tai, jifunze kukaribisha mumeo na jifunze kuelekesha mumeo na jifunze kujiosha wewe mwenyewe kama mwanadada. Mwingine wa Tanzania niliweza kusikia akitangaza kuwa ya kwamba, katika TV ya Obina akisema kuwa ya kwamba hati Wakenya sijui wajui kuoga, hata heli hao wenye wanajua wajui kuoga, wanajaribu wanajiosha halafu sasa nilitarajia kwa ya kwamba anasema, Wakenya wajui kuoga pia atasema mimi najua kuoga kumbe, hata yeye, kumbe ndiye ajui kuoga, anaoshwa tu kama maiti. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tena anasema mimi mtu anayeniosha Sujia anamlipa milioni moja Sujia namlipa pesa ngapi? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwanadada umefunga, umevuga makucha ukitarajia mfanyakazi akufanyie kila kitu, ati kwa sababu wewe ni kazi yako ni kurembesha, kujilembesha ili mumewo afurahie. Hakuna mwanaume anaweza akafurahia mwanamke mchafu, kwa sababu unapovuga makucha. Haya makucha yawezi yakaosha sehemu za asiri, haya makucha yawezi yakaosha yawezi yakaosha vyombo Haya makucha kazi yake tu ni kuoga na uwezo ukaoga ukang'ara. Makucha hayo ameyaweka ni mrefu, yameenda kule, na utupu unastahiliwa uingize ndani vidole <coughs> ukadekeze mkono wako, ukajioshe ukajisafishe, na jiza ambavyo Mtume ametueleza, hata na Qur'ani, kwanza imetueleza, imetuambia ili ukitaka kuona kama umetoa hari umetoa uko twa, unachukua kitambo unajiingiza ndani unatoa unaangalia, kama yale manii yamekuja meupe yaliyosafika. Na ukiona kama bado yako na unjano unjano unjano, elewa kuwa ya kwamba wewe bado uko kwa kwa nifaa kwa nifaa au kwa Mbona kina dada hamtaki kulinda ndoa zenu? Hakuna haja wewe mwanadada uoshwe na watu kama maiti. Jioshe, jifunze kujiosha. Ingawa hii kukuwa ndio mada lakini ba, pia bado kisa hicho utakuta wale wanadada ambao wamedekeza wamejidekeza, kila kitu ni mfanyikazi hata labda kuna wengine pia hata wafanyikazi bado ndio wanawaosha. Wewe sio mgonjwa, utaoshwaje? Wewe sio maiti, utaoshwaje? Wewe sio mtoto, utaoshwaje? Kwa sababu ndio, ukiwa mgonjwa, sio mfanyikazi ndio anafaa kuoshe, ni mumeo. Ukiwa mgonjwa, sio mfanyikazi ndio anafaa kuoshe, ni mkeo kwa hivyo, sisi yani, ndoa tumeichukulia tu hivi hivi tu, alafu sasa mwisho tunasema kesho hii sitaki ndoa. Ndoa niyeli, ni eli nikue single? Ni wapi? kwa Qurani, Qurani imekuambia uishi ukiwa single? Utaweza? utaweza masharti yake ya usingo. Kwa hivyo kina dada tuweze kubadilisha mienendo yetu tuheshimu ndoa zetu na tuheshimu wafanyikazi wetu.